Katibu mkuu wa taifa wa chama cha NRA Hassan Almas amewaomba Watanzania wasikubali kufarakana kwa sababu ya matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 25 ya mwezi huu. Almas amesema wananchi wametimiza wajibu wao wa kuwachagua viongozi waliokuwa wakiwataka, hivyo wasikubali kushawishiwa na watu wachache kuvuruga amani, utulivu, umoja na upendo uliopo miongoni mwa Watanzania baada ya uchaguzi huo. Mwandishi wetu Dr Elias kutoka Kigoma anatuarifu zaidi. Hasani Almasi aliyekuwa miongoni mwa wagombea kumi na sita katika jimbo la Goma mjini na kufanikiwa kupata kura kumi na tisa anaanza kwa kuelezea baadhi ya matukio kadhaa yaliyotokea: kuchoma ofisi za vyama, kuchoma mahakama. Vitendo hivi vinafanywa na watu wachache ambavyo haviwezi kuleta faida kwa jamii tena Tunawaomba wanaofanya vitendo hivyo na wanaowashawishi kufanya hayo waache mara moja, kwa sababu watafanya sasa ile haki ya watu ambayo wametarajia kuipata wataikosa, kwa sababu mahakama hizo zinachoma moto ndio mahakama ambazo huyo mbunge au diwani katika eneo hilo angeweza kwenda kupeleka aidha pingamizi baada ya kuwa uchaguzi umetangazwa. Sasa leo pia Watanzania hao wa eneo hilo ndio watu ambao wangekwenda kupeleka malalamiko yao yoyote yanayohusu maisha yao, waweze kupata haki yao. Je, anawambia nini Watanzania baada ya uchaguzi kuisha? Tumebakia tuna chama kimoja kimoja tu, Tanzania, ndio chama chetu, ndio chama ambacho hata vyama vyote vikifutika Tanzania, Tanzania yenyewe haiwezi kuondoka Tanzania. Sasa tunahitaji kuwapa ushirikiano wa kutosha viongozi hawa waliochaguliwa na wananchi ili waweze kutimiza yale ambayo Watanzania walihisi kwamba wanaweza kuyafanya, kwa sababu tukibakia na vyama tukiacha chama chetu Tanzania, ni kwamba tutafanya mgawanyiko mkubwa katika jamii, na hakuna mtu, hakuna kiongozi hata mmoja atakayefanikiwa kuwafikishia Tanzania yale yaliyopata kuwafanyia. Na anahitimisha kwa kuwaomba wananchi wasikubali kufaraganishwa na uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili iliyopita, ndio watu kuambiwa kaeni, baada ya kupiga kura mwende nyumbani Tumenifurahisha sana na ndio ilitakiwa tufanye hivyo, kwa sababu tulikuwa tuna mawakala na mawakala wetu walikuwa na mafunzo maalum. Kwa hiyo mawakala hawa ndio walikuwa wawakilishi wetu kwenye vituo hivyo vya kupiga kura. Kwa hiyo watanzania kwa Tanzania wame, kukubali wito huo, nasema watanzania sasa wamekomaa, na tunasema mabadiliko tunayoyataka tutayaanza sisi wenyewe na tutayamalizia sisi wenyewe. Kwa hiyo nawasifu sana Tanzania, na nawapongeza. Hali hii iendelee kuwepo mpaka miaka mingine ijayo. Chaguzi ziwe ni sehemu ya kutafuta viongozi wa kumaliza shida zetu, sio kutafuta viongozi wa kutufarakanisha na kuwaloga Watanzania.